Ashika sana ulichonacho kwa maana Bwana yuko karibu. Haya mambo mengine yanayokutesa ya dunia ya tu, utaangaika utapiga ramli, utachanja chale utafanyaje, utafanyaje, lakini mwisho wa siku siku ukifa utajua. Siku ukifa na bahati mbaya sana, ujue utakufa lini Kuna watu wanatembea na roho ya mauti iko ndani yao. Kuna hapa anatembea na kifo. Kuna saa shetani kukuua anakuingiza kwenye kutenda dhambi ili ufe kifo kibaya ufe na ukose pa kwenda. Kuna watu nawona anakufa, anafika njia panda, anakosa mwelekeo, na shetani anamkamata anamwambia, twende huko. Aamini kweli umeokoka, uliokoka ukamwacha Yesu, ukaanza ukaanza kutafuta ushirikina Amini mimi nimeokoka, hujaokoka wewe. Ulikuwa msengenyaji wewe, watu watu watu wa kifa huwa nakataa kwenda mahali ambapo wanastahili, lakini malaika watakukamata kwa nguvu. Wale malaika wa kuzimu watakutupa, watakwambia wewe sio wa mbinguni, watakwambia wewe sio wa mbinguni. Amen, amen. Ndio maana Mungu anataka leo utengeneze mapito yako, ili Yesu atakaporudi usije kuwa sawa na wale wengine ambao ambao kutakuwa natufani hatai. Siku nayo unayoona duniani leo inaashiria siku za mwisho. Yesu akasema, mnapoenda katika kuhubiri kwenu, waambieni watu tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia na watu walio na nguvu ndio wanaoteka ufalme wa Mungu. Upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wanauteka. Upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wanauteka. watu wenye nguvu ya kuomba, watu wenye nguvu ya kumtafuta Mungu, watu wenye nguvu ya kushinda dhambi, watu wenye nguvu hao ndio wanateka ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Kwa maisha unayoishi, Yesu akirudi leo itakuwa. Hali yako ya roho unaijua mwenyewe. Unajua jinsi ulivyo mwongo? Unajua jinsi unavyojichanganya mara kwa Yesu, mara kwa Shetani? Biblia inasema neno moja Mungu hathibitiki. Neno la Mungu linasema namna hiyo. Ikiwa Mungu amenyosha wa mkono wake kukusaidia, simama na Mungu na utulie na Mungu. Simama na Mungu na utulie na Mungu, na ufanya bidii kumtafuta. Fanya bidii. Amen. Fanya bibi. Mtafuteni Bwana, maadamu anapatikana mwiteni, maadamu yu karibu.